A tumeenda Israeli kwa ajili ya matibabu ya watoto wetu wenye marazi ya moyo, tulipokelewa vizuri na kufanywa matibabu mazuri. kutokana na hali ya mchafuko kutokea kwa... serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja shukurani kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuona kwamba wana haki ya kuwalinda wananchi wao kwa usalama wao pale popote ambapo walipo. Tumefika nyumbani salama, hali ya kuwa ambayo tulikuwa tumeanza kupoteza matumaini kwamba kweli tutarudi nyumbani salama. Tunashukuru serikali zote mbili kwa kufanya jitihada kuturudisha nyumbani salama. Kuna wagonjwa wasiopungua 21 na na wazazi wasiopungua saba ambao wako kule nchini Israel kwa ajili ya matibabu ya moyo, na kutokana hii hali ya usalama ilivyoendelea imebidi kwamba wagonjwa ambao wameshafanyia matibabu na hali zao zimeshatengemaka vizuri hawa, imebidi kwamba safirishwa warushwa nyumbani kwa msaada wa ubalozi ukishirikiana, baada ya kupokea anini agizo rasmi kutoka katika serikali zetu kuu ya Zanzibar na serikali ya Muungano, kisha kwamba wale ambao waliokuwa wamekwama kwamba basi wanarejea hapa nyumbani wakiwa salama, na bado taratibu zinaendelea na serikali inaendelea kuhaki ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Tanzania wanarejea nyumbani kwa salama.